Kana na kikao cha mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye alifika hapa tarehe 22 ya mwezi wa pili kwa ajili ya kujionea mazingira na miundombinu ya shule yetu. Licha ya kwamba serikali imeajiri watumishi, imejenga majengo, imeleta vifaa, lakini sisi kama jamii tulikuwa na wajibu wa kuhakikisha tunawahamasisha wazazi, kwa sababu tulikutana na changamoto ya utoro hapa shuleni iliyopelekea sababu kubwa ikiwa kwamba wanafunzi wameshindwa kuchangia chakula. Kwa hiyo tukafanya mkutano, tukatafuta wadau ambao waliweza kuunga juhudi za mkuu wa wilaya kupitia serikali ya Mama Samia. Kama mnavyokumbuka ni juzi tu, ilikuwa Alhamisi, tulikuwa na mkutano hapa, tulipata wadau, na siku ile tulipata gunia tatu keshi za mahindi tulipata gunia kutoka kwa Mheshimiwa Komote, tulipata gunia kutoka kwa Mirani, lakini pia kwa Jaki Kangoe. Watu waliokuwa wamebaki ni Matiko Foundation ambao siku ya jana walikabidhi gunia tatu hapa na leo zitapokelewa na katibu tawala, lakini kama itoshi, mnakumbuka siku hiyo kupitia kwa rafiki wa maendeleo ndugu yetu Chacha Soya waliahidi ya kwamba watatushangia gunia ngapi? Gunia tano. Mungu amesaidia, leo tunaye hapa Chacha Soya, tunatambua na majukumu mengi, tutamuomba ajitambulishe, aweze kutuambia ametukabidhi nini, lakini licha ya kwamba ana jitihada nyingi za kuhakikisha anahudumia jamii ya Tarime, na sisi tunayo maombi. Najua mratibu wetu elimu kata atayafikisha na atayasoma, serikali iweze kuyachukua, lakini pia na mdau wetu Chacha Soya ataangalia ni namna gani anaweza akatusaidia Tunatambua wazi kwamba serikali yetu inapambana, lakini sisi kama jamii, wadau wa maendeleo, na nimeona hapa watendaji wa mitaa. Kwa mtaa wetu sisi wa Sabasaba tumepambana kiasi hicho na tumesha leta watu wengi hapa shuleni. Kwa hiyo na nyinyi kwenye mitaa huko, kwa sababu tuna wajibu wa kuihudumia shule hii Sabasaba, Mapinduzi na Azimio, tuhamasishe, tunatafuta wadau, tunawaleta hapa. Changamoto hizi zote haziwezi tatuliwa na serikali kwamba ninawapongeza kwanza walimu wote jamani na walimu wa kwa kazi kubwa munaimalia Mungu awabariki sana, maana mnafanya kazi nzuri sana huu ni kazi ya wito. Tunasema wilaya imekamilika, iko mali hapa kuu ni upendo ulio sisi bana. Tuliletewa barua na mwenyekiti na kuhusu ombila madawati tukawa tumetekeleza kuleta mahali hapa madawaji, lakini pia akaja na barua nyingine kwamba watoto wanahitajika kupata ngarao hata uji, lakini na sisi tukasema tutatekeleza, maana ni watoto wetu wanahitaji lishe zaidi ya yote. Mimi niweza kusema kwamba e, sehemu zingine zote ambazo watu wengi walio na moyo wa kuweza kutoa mimi niweze kusema kwamba kwa, kwa niaba ya kampuni ya Soya One Limited watu, milango iko wazi ili tuweze kusukuma gurudumu na taifa letu hili gurudumu. Tukishirikiana tukaisaidia serikali tutafika. Hakika serikali inafanya kazi kubwa kuanzia kwa, kwa mama rais ambaye ni Mama Samia Suluhu Hassan, akija kwa mkuu wa mkoa wetu wa Mara, chini pia ya mkuu wa wilaya wetu ambaye ni Meja Gowele. Wanafanya kazi kubwa sana mimi niweze kusema kwamba hiki tulichokifanya mimi najua kwamba sio kikubwa sana lakini, zaidi ya yote, niwaahidi kwamba milango yetu ya Soya One Limited iko wazi kwa ajili ya watoto wetu ambayo walioko mahali hapa, maana hili hawa watoto ni wa kwetu. Hiki ni kizazi ambacho tunahitaji kesho na kesho kutwa kifanya kazi pia na Soya One Limited. Mimi niwaombe mm -hmm. walimu na uongozi wote wa shule mm -hmm. kwamba ha? Nirudie kusema kazi mnayoifanya ni nzuri, Mungu awabariki na viongozi wa mtaa akiwemo akiwemo watendaji wote, Mungu awabariki. Mheshimiwa diwani yuko hapa, Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Sabato, endelea na moyo huo huo wa kuweza ku, kuonyesha nia, na wengine pia watafuata kutokana na hatua ulioichukua, na mheshimiwa mkuu wa wilaya anafanya kazi kubwa sana. Tuendelee kuwapa nguvu ofisi ya mkuu wa wilaya ili kusudi tushirikiane kulisukuma gurudumu la taifa letu. Zaidi ya yote niseme kwamba Mungu awabariki, tuendelee kushirikiana tulijenge taifa letu. Asanteni sana, wazazi na walimu, hakikisha kwamba chakula kinapatikana shuleni. Naona watoto walioko hapa wanakuja toka saa moja na nusu, wameanza vipindi, walitakiwa wanywe chai wakiwa nyumbani saa nne, lakini hawanyu wataondoka hapa inawezekana ni saa nane saa nane na nusu. Sasa fikiria mtoto wako amekuja shuleni kuanzia saa kumi na mbili hadi yani saa nane na nusu ajapata chakula. Kama mzazi ambayo unampenda mwanao, utahakikisha kwamba chakula inapatikana shuleni. Naweza kwa kusema kwamba serikali yetu inafanya kazi kubwa, na hii serikali ndiyo inasababisha tuko mahali hapa. Kwanza inatupa ulinzi, mahali zetu ziko salama pia imetutengenezea miundo mbinu mizuri ya kufanya kazi vizuri bila usumbufu, na sisi kile tunachokipata ni lazima turudishe kwenye jamii. Eh, mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuwa mfano wa kuigwa na timu yake ya kiwilaya, na leo hii tunaona ndio maana tuko mahali hapa kwa sababu tuko sehemu salama. Hamna usumbufu. Ukiwepo na usumbufu, tunaenda maofisini ma kwake na ma ofisi zote za kiwilaya tunatoa ushirikiano. Watoto wetu kama nilivyotangulia kusema kwamba tunahitaji kuae ushirikiano, watu ambaye tayari tumeisha kuwa sasa wazee, maana hao ni watoto wetu sisi. Upande wa Soya One Limited tumeambiwa kuna mita mbili zinahitajika, hizo mita mbili za umeme tukazisimamia zote tutaziweka hizo mita, tutaziweka lakini pia niweze kusema kwamba, kwa kumaliza, kwamba pia haya mahindi tuliyoyaleta ni sehemu ya kuanzia, tutahitaji pia ndani ya wiki mbili mbele

naji walimu kama nilivyotangulia kusema tunaomba na tunaombea, maana hatuna cha kualifa tofauti na kusema kwamba tunawashukuru kwa kufundishia watoto wetu na kuwaelimisha. Mungu awabariki. Tutatekeleza kwa hayo tuliyoyasema, asanteni sana. Na shilingi laki moja ili kusudi huyo mtoto apate bagi na pia na madaftari na kalamu patikana mitaani nilikuwa naona kwamba ni vizuri ningepewa gharama hizo za hizo mita lilipia hapa ili niachane nazo kabisa, niende nikiwa huko nipia hizo gharama za hizo mita ili watoto wetu waweze kupata mwanga na walimu wetu wakae na, na, na, na uhuru wa kuweza kupitia masomo ambayo watoto wetu wanafanya. Na washukuru sana ushauri Mwisenye, kama nilivyotambulishwa ni katibu tawala wa Wilaya lakini kwa mazingira ya hapa nimemwakilisha Mheshimiwa mkuu wa Wilaya ambaye asubuhi tulikuwa naye hapa na itakiwa awepo huu muda kwa ajili ya kuendesha hili zoezi, lakini kwa bahati nzuri akawa amepata jukumu lingine. Kwa hiyo nimekuja mimi, chochote nitakachokisema basi ni maelekezo ambayo ni kutoka kwake. Jambo la kwanza, niungane na kaimu mkurugenzi kutoa maelekezo kwa wazazi wote wenye wanafunzi wazazi wote wenye wanafunzi iwe kwenye shule tulizonazo hapa au zilizopo ndani ya Tarime mjini, kwa swala la chakula ni swala la lazima, sio swala la hiari. Kwa hiyo wazazi wa Tarime wote tupeleke vyakula shuleni kutokana na utaratibu ambao tumejiwekea ili watoto wetu waweze kupata chakula shuleni. Baada ya maelekezo hayo kwa wazazi, naomba sasa nirudi na mimi kumpongeza mdau wetu mdau wetu mkubwa na kwa leo ni kaka yangu Chacha Soya. Kaka Chacha Soya, mheshimiwa mkuu wa wilaya anakushukuru sana anakushukuru sana na kukupongeza sana kwa jitihada zako zote ambazo unaendelea nazo katika wilaya yetu ya Tarime. Tumekuona kwenye barabara, tunakuona kwenye afya, tunakuona kwenye elimu, na sio kwamba wewe ndio uliyejaliwa peke yako Tarime. Tarime tunao wadau wengi, lakini wewe umekuwa ni watofauti sana. Hmm. Kwa hiyo sisi unaotusaidia, umebaki wajibu wetu sisi ni kukuombea kwa Mwenyezi Mungu, ili aendelee kujazilizia neema ya baraka ndogo ndogo na baraka kubwa kubwa, ili uweze kusaidia jamii kubwa zaidi kwa kadri ambavyo Mungu anakuwa amekujalia. Lakini kwa hili la leo nakushukuru sana kaka Soya, na kwa niaba ya kampuni yako ya Soya One Limited, kwa namna ambavyo umejitoa umeniambia leo hapa utatoa mahindi gunia kumi, utatoa sukari katoni tatu, lakini ukitoka hapa utakwenda Magufuli shule ya msingi napo utatoa gunia kumi za mahindi na sukari pia katoni tatu. Baada ya hapo umeniambia tena kuna mahala unakwenda tena kupeleka mahindi leo hii hii. Huo mchango sio mdogo. Tunakushukuru sana sana kaka Soya, Mungu akubariki sana ili uendelee kugusa jamii kwa kama wanda makubwa zaidi. Niwaombe ndugu zetu waandishi wa habari kupitia ninyi, basi ujumbe uweze kuwafikia wananchi wengine, wazazi wa watoto, lakini pia na wadau aina ya Soya. Tunaomba wadau wengine kuiga mfano wa Soya One Limited katika kurudisha sehemu ya kile ambacho Mungu anakuwa amewajalia kwa jamii. Tuna watoto hapa nyumbani, apate chakula, akiwa shuleni pia apate chakula, inakuwa ni ngumu sana mtoto kama huyo kusoma lakini inapotokea kuwa shuleni wanapata chakula, basi inatusaidia hata mahudhurio ya watoto kuwa mazuri shuleni. Kwa hiyo, niwaombe ndugu zetu waandishi wa habari nitufikishie ujumbe kwa sisi kama serikali wilaya ya Tarime. Tunaomba wadau wengine wote kuiga mfano wa chacha soya. Tunazo shule nyingi, waweza kwenda kujitolea huko ili kuungana na, na wazazi, lakini wakati huo huo nisisitiza tu wazazi hiki chakula kinachotolewa na mdau Soya kisije kikapotoshwa. Sasa kuna wengine wanaanza kusema watakuwa na kula alicholeta Soya tu iki chakula licholeta kaka Soya hawezi wakala hata siku moja watoto, iwapo wazazi hawatachangia, kwa ni lazima wazazi na wao washiriki kutoa sehemu yao, ili hiki cha mdau kilichokuja kija kitusaidie, na lengo kubwa kingetusaidia kwa wale wanaotoka katika mazingira magumu ambayo hawana uwezo wa kuchanga wazazi wao lakini wale wazazi ambao tuna uwezo wa kuchanga tuendelee kuchangia. Mdau amekuja kutuunga mkono na ameahidi ataendelea kutuunga mkono, lakini siyo sababu ya sisi kurudi nyuma kumwachia mdau ambaye, muda mwingine, tukifuatilia huenda watoto wake hawako hapa, lakini ameamua kuguswa tuna jamii kuja kutuletea chakula hapa shuleni. Kakasoya, nakushukuru, nakushukuru pia kwa ahadi yako ambayo naitekeleza leo leo ya kuingiza umeme kwenye shule zetu zote mbili hapa nakushukuru sana kwamba mjasikia Soya amesema analipia hapa control number ajili ya mita hapa <laughs> ajili ya kupata aa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwenye kumsaidia kijana ambaye alitoka katika mazingira magumu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameweza kumnunulia sare kwa maana ya viatu na uniform, lakini wewe umeunga mkono kupata begi ya shule na madaftari tunakushukuru sana naomba tuendelee kusaidia watoto wengine ili asiwepo mtoto anayeshindwa kwenda shuleni kwa sababu ya kukosa mahitaji ya lazima kwa maana ya, ya sala lakini nikushukuru mwenyekiti mwenye sabato kwa kazi nzuri kubwa unayoifanya umetuletea aina fulani ya siasa mpya za maendeleo ndani ya mji wetu wa tarime kwa namna ambavyo umekuwa ukijishughulisha kushiriki kasa wadau mungu ajakupa mali lakini unazitafuta kwa wenye nazo pasipo kujali wanatoka katika maeneo gani, ili waweze kutatua changamoto za hapo. Mwingine angeenda kuomba ajili ya kazi yake yeye mfukoni, au shughuli zake binafsi, lakini unaenda kuomba kwa ajili ya jamii na ubagui shule, kwa sababu unajua watoto wetu wote wanakuja hapa. Lakini mzee wangu kutoka Iganana pia nikushukuru na kupongeza pia kwa jitihada ambazo mmekuwa mkiendelea nazo kutukumbuka si serikali sehemu yetu, lakini pia kuwatafuta wadau ili waweze kusaidiana katika kutatua changamoto. Mwisho ni wapongeze walimu wenzangu kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea nayo ya kulea watoto wetu wa taifa letu. Mungu awatangulie wa tunaonga mkono, tunatambua jitihada kubwa ambazo mmeendelea nazo. Baada ya kusema hayo, niseme niko tayari kwa ajili ya kukabidhiwa hayo mahindi ili na mimi naweza kukabidhi kwa shule.